Anajua kile ambacho anachokitaka katika katika maisha yake. Na mwisho, mtoto akizaliwa siku ya Jumapili atakuwa ni mtoto mwenye busara eh, akishakuwa katika uzima wake atakuwa ni mtu mwenye busara, atakuwa ni mtu mwenye hekima vile vile, atakuwa ni mtu mpenda haki na atakuwa na nuru usoni mwake, ukimwangalia uso wake utaona uso wake utakuwa na nuru, alafu atakuwa na mapenzi ya kweli eh, kwa watu wake na kwa watu wanaoualika karibu naye, na atasaidia sana watu wengi na kuwaletea watu wengi furaha katika maisha atakaeuishi mtoto huyo. Naam shee, tuendelee na mapenzi kati ya binadamu na majini. Uh, hapa mambo mengi ambayo uh, yapo hapa duniani hatuyajui ila kupitia vitabu vya dini uh, kupitia Qur'ani asharifu unaambiwa uh, washarikum fil amwali wal auladi jini anaambiwa shirikiana na mwanadamu katika mambo ya pesa na watoto. Watoto maanake ni kuzaa, jini anaambiwa na vile vile. Eh, ukizama Bibilia nayo ndio imesisitiza kwamba mapenzi ya majini na binadamu yako eh, uh, viongozi wenyewe ndio wanaojua na waliobobea katika Bibilia ndio wanajua, mfano Papa Innocent wanane eh? ana kufungua Biblia mwanzo sita moja nne sema ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi na wana wa kike walizaliwa kwao, eh? wana wa Mungu wana wa Mungu ndio majini waliwaona, uh, hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia uh, wake wowote waliowachagua. Hii ni Biblia. Ha? na vile vile mambo mengi yako hapa, sina haja, bwana akasema yote hiyo halafu, hawa mabili nini e, wakazaliwa, wanaoa, wanazaa. Hii maneno ya Bibilia kama Qurani inavyosema. Na Papa eh, Benedict wa kumi na sita au wa kumi na nne, si amethibitisha mapenzi kati ya binadamu na majini katika kitabu chake kiitwacho d ser volume dei beautiful kesione, wamethibitisha kwamba mapenzi ha watu wanaoana na hivi mjini, watu wengine wanabwana wa kijini, bibi wa, wa, wengina wa kijini biba, hawajui lakini